Serikali ya Tanzania imegundua hifadhi kubwa ya gesi adimu ya Helium inayotumika katika sekta mbalimbali ikiwamo huduma za afya, utafiti wa anga, na sekta ya ulinzi. Utafiti wa ugunduzi huo uliongozwa na kampuni ya Helium One Global, ulihusisha eneo lenye zaidi ya hekari 36 na kibali cha uchimbaji katika eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba 480 kiko tayari. ni gesi ambayo ni colorless haina rangi haina harufu, ni gesi ambayo ni nyepesi sana. Na gesi hii inapatikanaje? Gesi hii inapatikana kwa kusasema radioactive decay ya element inayoitwa uranium pamoja na thorium, zikivunjika vunjika, vunjika, zinatengeza kitu kinachoitwa helium nucleus. Ile helium nucleus zikikaa kwa pamoja zina fomu hii, inaitwa nini? Helium gas. Gesi hii hutumika kwenye kupoza mitambo, mitambo kama mashine za MRI eh, lakini hata kwa wale wanaofanya kazi za space, zinatumika pia kwenye masuala ya electronics na computer eh, hayo yote ni matumizi ya eh, teknolojia ambayo yanatumia gesi hii ya helium. Mradi huo pia utahusisha sehemu ya eneo la wilaya ya Sumbawanga katika bonde la Rukwa kusini mwa Tanzania. Baadhi wanaeleza matumaini ya mradi huo kwa wananchi. na hii maanake inakwenda kugusa maisha ya wananchi moja kwa moja, kwa sababu kila mmoja, hata kama leo sio mgonjwa, lakini mgonjwa tarajali. Kwa hiyo tunategemea itakapokuwa gesi imegundulika vya kutosha, uh, itatumika pia kwenye nchi yetu pamoja na kusafirishwa nje ya nchi, lakini itatumika pia kwenye nchi yetu. Ingawa uvunaji wa madini hayo haujaanza lakini fursa za ajira na ukuaji wa miundombinu muhimu kama vile vituo vya afya umeanza kuonekana kwa wananchi ambao awali hawakupata huduma hizo. Katika kijiji cha Mkonko, kilomita chache kutoka eneo la mradi, ujenzi wa kituo cha afya umekamilika mwaka 2024 na kuanza kuhudumia wananchi. Kabla ya ujenzi huo, baadhi yao walilazimika kutembea kilomita zaidi ya 20 kutafuta huduma. Changamoto hapa ilikuwa ni kutembea. Mtu ni mjamzito bila pikipiki anafikaje pale? Wengi wanazalia kufikia, ilikuwa anachindwa ataa na nyumba, kituwa, na chindwa, changamoto hiyo ya usafiri. Mtu ana hali ngumu bado ameugua ghafla au me, labda ndani hana chochote tatizo, nimemkuta hilo, inabidi mtu azalie nyumbani, na kuzalia nyumbani kuna matatizo makubwa sana. Iwapo uchimbaji huo utafanyika basi Tanzania itakuwa miongoni mwa mataifa yanayochimba Helium. Hata hivyo, wa wadau mbalimbali wanaitaka serikali ya Tanzania kuweka mkakati madhubuti wa kuhakikisha mradi huo unakuwa na tija kwa wananchi.